Kwa katika uchaguzi mkuu tunawaahidi mambo yafuatayo. La kwanza, CCM iko tayari, tumejiandaa kwa ajili ya uchaguzi. Hiyo ndio ahadi yetu ya kwanza. Ya mnika, eti juzi kwanza watuambie kwa nini walifanya wali uchaguzi wa Samia mapema? Chama chako hiki, wewe, yanakuhusu kuhusu wewe. Katiba gani inayosema kila mgombea atateuliwa? Kuna vyama huko vinateua wagombea mwaka mmoja kabla. Uongo kweli? Ujua amechanganyikiwa, eti watuambie kwa nini walifanya uteuzi mapema chama chako hiki kwa sababu hana mgombea urais, kwa hiyo wameshikwa na wasiwasi. Kwa hiyo sisi tuko tayari kwa uchaguzi, na lengo letu kama chama cha siasa, ambao lengo ni kushika dola kwa kushirikiana na wananchi wa Tanzania kwa kutuelewa, kwa kuridhika kutu, na kazi nzuri tunaamini kata zote majimbo yote yatakwenda chama cha mapinduzi. Wangapi wanakubaliana na mimi kwamba Iringa yote itakuwa ya kijani? Kata zote zitakuwa za kijani, majimbo yote yatakuwa ya kijani. Jipigieni makofi. Ahadi ya pili, kwa maboresho yaliyofanyika uchaguzi ya tume huru ya uchaguzi, chama cha mapinduzi tunaamini kwamba uchaguzi huu utakuwa huru na haki, na atakayeshinda kwa haki atangazwe mshindi. CCM oye! ahadi ya tatu tuna kwa mambo mazuri yaliyofanyika ya maendeleo ya miradi mingi mizuri iliyofanyika inayowagusa Watanzania, tunawaahidi tutawaletea ilani nzuri itakayokonga nyoyo za Watanzania ilani inayokuja. Tumefanya utafiti wa kutosha tunaelewa mahitaji ya wa Watanzania, na ilani hiyo itakapotoka itakubalika, itapokelewa vizuri. Tunawaahidi ilani nzuri. Tumeanza na kauli mbiu kazi, kazi, kazi, kazi. Tunasonga. CCM oyee! Ahadi ya nne ni Niseme ni ziseme. Uchaguzi wa serikali za mitaa tumeshinda kwa sababu CCM mbali ya utekelezaji wa ilani vizuri lakini iliteua wagombea wazuri. Tunawaahidi tutawaletea wagombea wazuri wanaokubalika katika nafasi za udiwani na ubunge. Yeah. Sisiemu oye! Ahadi nyingine, Chama cha Mapinduzi katika kufanya kampeni na siasa tutatumia 4R za Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kufanya kampeni za kistarabu. Sisi ni chama kiongozi, tutakuja na mipango, tutakuja na ilani, tutakuja na mambo mazuri yaliyofanywa, yatakayofanywa. Kwa hiyo hatuna haja ya kufanya kampeni chafu, tutafanya kampeni za kistaarabu. CCM oyee! Ahadi ya mwisho chama cha mapinduzi kinaamini maendeleo tuliyonayo, mafanikio tuliyonayo, yanatokana na nchi yetu kuwa na amani na utulivu. Uongo kweli? Ahadi yetu, Chama cha Mapinduzi kitahakikisha kabla, wakati na baada ya uchaguzi nchi yetu inaendelea kuwa salama. E, ah! Marekani. Kwa hiyo tunajua, kwa hiyo Watanzania, tunawaahidi tutaendelea kudumisha amani na utulivu. CCM oye! CCM oye! Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu, wakati namaliza, niwashukuru sana kwa mwamko wenu, kwa mapokezi yenu kwa utulivu wenu. Huu ni mkutano ulioandaliwa kwa heshima kubwa ya Chama cha Mapinduzi. Hapa hamjasikia matusi. Tumeeleza tuliyoyafanya, tumewafafanulia juu ya mabadiliko, tunawaeleza yajayo kwamba yanafurahisha kupitia ya Chama cha Mapinduzi. Nyiye ni mashahidi, nikiwa Mbea nimepokea wanachama hamsini. Leo hapa tunampokea katibu wa jimbo, mmemwona alivyosema maneno makali, amerejea Chama cha Mapinduzi kwa <laughs> hiyo, uongozi wa CCM tengenezeni utaratibu wa kumpatia kadi yake, ili na yeye aongeze jeshi la kukipigania chama cha mapinduzi. Uh, naomba nimshukuru sana mchungaji Msigwa Msigwa Msigwa. ni rafiki yangu sana, ni mtu mkweli na ukweli wake ndio uliomtoa Chadema. ni mtu ambaye anapolisimamia jambo analisimamia Amenihakikishia ili mradi nimekuja chama cha mapinduzi Iringa, hawana chao hawa Chadema. Amenihakikishia ana hasira, ameniambia watapata udiwani, atapata ubunge katika mkoa wa Iringa na kanda yote ya Nyasa aliyokuwa akiongoza yeye, atasimamia sisiemu ipate ushindi wa vishindi na hapo tutawapokea viongozi wa andamizi wa Chadema waliowahi kuama, wanarudi eh. Naona mzee mmoja kutoka Karatu amekuja pale, wakampokea mmoja, alafu wakasema wakasema hitimisho itakuwa Iringa tarehe 29, waliandika wenyewe wamebadilisha kwa sababu, nimesema wanatafuta hela. Bado ishirini na tisa tutapokea na viongozi wengine. Yani walikuwa wanamtageti Msigwa, uongo. Kwa hiyo leo Msigwa anaendelea kuwaumbua. Mbeya tumepiga mkutano, wamemwona Msigwa wameogopa. Leo hapa Msigwa akapiga mkutano. Kwa hiyo waliokuwa wanatarajia kwamba Msigwa atapokelewa hamna. Kesho Msigwa ni wa Chama cha Mapinduzi. Nimewauliza jana akina eche, kupiga wafuasi wenu ndo kuandaa umma kumpiga sigirada ndo kuandaa umma, haja nijibu. Kwa hiyo ndugu zangu, nimewaeleza namna hawa wenzetu ambavyo wamepoteza mwelekeo na mimi nahitimisha na, na, na kwa kusema hatu wabembelezi. Uchaguzi utafanyika na ukifanyika, na wasiposhiriki, ndo mwanzo wa Chadema kutokuwa tena chama kikuu cha upinzani Tanzania. Kitaibuka chama kingine, na ndugu yangu yule anaingia katika rekodi ya kuua Chama cha Chadema. Baada yake, sasa, kitatokea chama kingine, kitapata madiwani, kitawata wabunge, kitakuwa chama kikuu cha CCM. Oyee, nawashukuru sana kwa mkutano mzuri. Mungu wabariki sana, asanteni sana.